Karibu mtazamaji wa Chomoza TV, lenga na atua kwenye time ya Bible teaching, nafasi ya kujifunza kuhusiana na neno la Mungu. Tutakuwa na mada tofauti tofauti ambazo lengo ni kujifundisha na kujua uh. Kupitia Facebook nilikuwa nimeuliza swali kuhusiana na swala zima la wanawake kujipamba, lakini swali kama ni sahihi kwa mwanamke aliyoko kama binti msichana kutumia mkorogo ama watu wengine kujichubua, kwa watu wanaamini ya kwamba ukijichubua, yani ukiwa mweupe unapendeza, ama unakuwa mzuri. So kuna mitazamo mingi sana kuhusiana na swala so zima la kujichubua ama kutumia mkorogo. Inawezekana kujichubua ikawa ni kitu kingine na kutumia mkorogo ikawa ni kitu kingine, lakini tutakuwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Ezra Ramadhani. Hapa taka tuangalie kibiblia masuala mazima ya kujipamba au kujiremba kwa mwanamke yakoje, sababu so, kuna mistari ya Biblia inazungumza kidogo kuhusiana na wanawake so, tukua na mtumishi wa Mungu, tutazungumza naye hapa, tutafahamu vitu vingi sana lakini pia tutafurahi sana kama utakuwa na swali kuhusiana na kitu ambacho tunakizungumza ama maoni yako kuhusiana na swala zima la Wakristo wa kina mama wa Wakristo kujichubua hatuzungumzii wanaume kwanza. Najua, of course, kuna wanaume ambao wanajichubua. Kuna tamaduni nyingine kwa wanaume kujichubua ni sawa, lakini tunaangalia wanawake ambao tunasema ndio mapambo ya dunia, kwamba ni sahihi kwa mwanamke kujichubua, kutumia mkorogo. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana, asante sana. Uh, leo tunazungumzia swala zima la wanawake kujipamba na. Kwa mtazamo wa watu wanawake kwa makanisani wanatumia mikorogo ile, unakuta mtu rangi na melemeta wajipamba na nini. Uh, kimsingi, kimaandiko tunasimamia wapi? yeah. uh, Biblia hmm. ni neno halisi la Mungu hmm. na unapozungumzia kujipamba hmm. yapo ndipo kuna kuoga na vita sana kati ya wakina mama hmm. na wachungaji hmm. Wachungaji wengi wamekuwa wakikemea waki sana swala la kujipamba mm. Na unapozungumzia tu neno kujipamba mm. unaenda moja kwa moja kuwagusa akina mama mm. Kwa mara nyingi akina baba hawana muda wa kujipamba mm. Wao wako vizuri kila wakati, lakini akina mama anataka kuonekana vizuri mm. Na hii imeleta shida sana kati ya wachungaji mm. na waumini akina mama mm. Katika Biblia mm. suala hili limezungumzwa mara mm. kadhaa mm. kuhusu mambo ya kujipamba mm. mm. katika kitabu cha cha Timoteo mm. Timoteo wa kwanza sura ile ya pili ukianzia mstari wa tisa na wa kumi labda lakini wa tisa hasa ndio kuna pointi kubwa ambayo imekuwa ikileta shida kati ya wachungaji na akina mama mm. Uh, neno la Mungu linasema vivyo hivyo, wanawake na wajipande kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri mm. na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu mm. wala kwa nguo za thamani. Sasa mchungaji anaposoma andiko hili mm. ana ana, ana, anashika hiyo na kuwaambia kina mama kwamba hmm. Uh, maswala ya kujipamba uh, ni swala ambalo kwenye Biblia hmm. eh, limekatazwa hmm. lakini mchungaji ha, haangalii kwamba kwa nini hmm. tunapata mstari kwenye Biblia ambao unaonyesha una, una kama unakataza hmm. swala la kujipamba hmm. niseme tu kwamba mama asipojipamba, hmm. hajioni kama E, ana thamani kama ya wanawake wengine, hajioni kama ana nafasi, anataka ajipambe aonekane mzuri. Na wakati mwingine e, hali ya kujipamba inatokana pia na kuto kujiamini kwamba hivi, ah, nilivyo kweli ni, ni mzuri uh, uzuri. Mama anataka aonekane yeye ni mzuri ha, anataka aonekane yuko vizuri na watu wa msifu. Unajua, tatizo kubwa la kina mama ni kusifiwa, anataka watu wamsifu. Kwa hiyo anatafuta namna yoyote ya kufanya ili aweze kusifiwa. Swala hili lina, linatembea katikati ya kanisa na wachungaji, limekuwa kwao ni changamoto, si kwao tu. Biblia inapoandika namna hii, ilikuwa kama hivi tunavyoishi leo, akinamama walikuwa wanajipamba walikuwa wanavaa vizuri, ndio maana anazungumzia mavazi kusuka nywele. Kumbe kusuka nywele haikuanza leo mm. Uh, haikuanza leo, kuvaa nguo nzuri za thamani mm. Kumbe hata zamani kulikuwa na nguo za thamani mm. Lakini nataka nizungumzie kitu kidogo kuhusu swala la kujipamba mm. Kwamba Biblia haijakataza mtu kujipamba mm. Lakini imetoa ime vipaumbele mm. kwamba unapojipamba uvipambe kwa namna gani na kwa nini imetoa vipaumbele. Maisha ya mwanadamu kwa asilimia tisini yanaongozwa na roho. Yani hivi tulivyo, Mungu, kwa asilimia tisini tumeumbwa katika roho. Ni asilimia kumi tu ambayo tumeumbwa katika mwili, ambao mwili asili yake ni dunia. Kwa hiyo mwanadamu ameumbwa katika asili mbili, kwanza asili ya mbinguni, lakini pili asili ya duniani. Kwa hiyo Mungu alimpa mwanadamu asili ya mbinguni asilimia tisini na asili ya duniani asilimia kumi. Sasa mwandishi anapo anapozungumzia swala hili, ukiangalia, tulisoma ule mstari wa tisa, lakini ukisoma ule mstari wa nane anasema hivi: basi nataka wanaume wasalishe kila mahali huku wakiinua mikono iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Naona haya majadiliano yalikuwa majadiliano ya nini? Akina mama walikuwa wanajipamba, wanavaa vizuri, wanasuka nywele zao wa vizuri. Sasa ile kuona tu kwamba amependeza na watu wameanza kumsifu, anaku, anakosa, anapungukiwa adabu, anasahau kwamba asilimia tisini anataka, anatakiwa awe kwenye roho mm. na asilimia kumi tu ndio awe mwilini. Sasa mm. akavuta asilimia tisini akaileta mwilini, asilimia kumi akaipa roho. Kwa hiyo mm. akawa, wakawa na kiburi, wakawa wanadharau, wakawa wanatembea wanavyotaka. Na katika nyakati zile kwenye miguu walikuwa wanavaa njuga. Mm. akitembea zile njuga zinalia. Kwa hiyo akitembea anatembea kwa madaha, na ukikaa vibaya barabarani au njiani angeweza kukupiga hata kwa kibega hmm. Alafu yeye hana time hata ya kusema samani bwana, nimekukosea nime, nime yani, anajiona yeye ni bora kuliko. Sasa hiyo ikazua majadiliano hmm, kati ya wanaume ah, inakuaje? Kwa nini watu wanafanya hivi? Kumbe Paulo anaporekebisha kwamba mwanaume asalishe kwa sababu, wanawake kulingana na hali ilivyokuwa walionekana kwamba wao ni bora, wanavaa vizuri, wanajipamba vizuri, wanapendeza, kwa hiyo walitaka kutawala walitaka kuchukua nafasi mpaka za wanaume ndipo, mm. Paulo anakataa anasema, wanawake, wa, wa, wa, wanawake wanatakiwa wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri maana, mm. e, vimini vimehalfi kwanza leo vimeanza tangu wakati huo. mm. Navaa kimini, amejipaka mafuta hayo, mwili wake umekuwa mweupe, ametengeneza nywele zake vizuri, amevaa nyuga zake, akitembea anatembea kwa madaha, kwa hiyo hata ile adabu haipo. mm. na wakapoteza sehemu ya, ya ya Mungu wakaji wakaji- wakaji wakajiingiza wakaji kwenye sehemu ya mwili sasa. Paulo ndicho kitu anacho kizungumza, ndio hapa anasema katika ile ule mstari wa tisa anasema, vivyo hivyo kama wanaume wanatakiwa wasalishe na wasiwe na hasira, kumbe wanaume walipata hasira na, na wasifanye majadiliano, hivivyo hivyo wanawake na wajipambe naona hili neno wanawake na wajipambe, basi hajakataza kujipamba, lakini anasema wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Maana yake mavazi ya kujisitiri ni nini? Nakuja kuzungumzia dakika chache hizi, kwamba wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu. Naona kumbe, kama anazungumzia adabu, maana yake adabu ilikosekana. Pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, watu walikuwa hawajiziwii anaweza kulepoka tu chochote, mm, kwa sababu anaona kama yeye ni bora mm. Lakini mavazi ya kujistiri ni asilimia tisini, kama nilivyosema kwamba ni roho mm. Ni lazima, ili uishi katika roho lazima uwe na passport, unasafiri sisi hapa duniani. Biblia wakati mwingine nasema sisi ni wasafiri mm. Sasa mwanamke kanisani ana vitu viwili, moja ana wokovu, pili ana utakatifu Hivi vitu viwili ndio mavazi, mavazi na pambo la mwanamke ambaye yuko kanisani. kama utajua kwamba vazi langu mimi, unajua thamani ya safari sio mavazi uliyovaa. Thamani ya safari ni kujua kwamba nitafikaje, usalama wa safari yako na usafari, na usalama wa safari ni tiketi, ni pasi ya kusafiria o usalama wa safari ya watakatifu wanaotoka duniani, maanake kanisa ni wokovu na utakatifu. Kwa hiyo Paulo anasisitiza watu wanawake wanapojipamba wasisahau kwamba kujipamba kwao si kitu, yaani ile hali ya kujipamba kimwili haitoshi, lakini kinachotosheleza mapambo yangu katika mwili wangu ni wokovu na utakatifu. Sawa. Uh, tuzungumzie swala zima hili la, la, la, la, la, la mavazi kwenye msanii apo kuna kwa adabu mm. Tukiangalia maisha yetu sasa hivi yeah. Eh, tukisema mtu amevaa kwa adabu na kujistiri mm. Anakuwa <laughs> amevaaje kwa mtoto wa kike ama mwanamke mm. Uh, oh. Tamaduni zipo mm. Na hata katika nyakati hizi maandiko yalipokuwa yameandikwa kulikuwa na tamaduni mbalimbali. Nimewahi mbali. mm. Uh, kuona katika nchi fulani wao, katika katika mavazi, mwanamume ndiye anayevaa sketi na blouse, lakini mwanamke anatakiwa avae suruali. Kwa hiyo tamaduni hizo ni tamaduni zao, ambapo huyu mtu akija ukamwona mwanaume amevaa sketi na, na, na blouse anatembea mtaani moja kwa moja, akili yangu mimi kulingana na tamaduni yangu kaanza kusema huyu ni shoga Ndiyo, hmm. eh, kumbe wenzao kule, wenzetu kule, we, tukule, wao ndio sawasawa. Kwa hiyo hmm. mavazi inategemea tamaduni hmm. eh, mavazi ya kujistiri inategemea tamaduni hmm. Wenzetu wazungu mama anaweza kuvaa tu kikaptula kinachofika huku hmm, ambapo unaweza kumkuta anatembea hata mjini, lakini sisi mwanamke akivaa kikaptula cha kufika huku watu wataanza kupiga miunzi hmm. na hizo ni tamaduni hmm. lakini kwa tamaduni zetu za ki za Kiafrika, ili mwanamke aonekane amevaa vizuri na amejistiri, kwanza anatakiwa avae nguo ndefu. Mahali pengine wanataka hata angalau ifike kwenye hivi vifundo vya miguu, na isiwe ambayo imembana. Kwa tamaduni zetu. Lakini sasa tunakwenda na wakati Mambo yanabadilika na tamaduni. Kadri mambo yanavyobadilika, tamaduni zinaanza kupotea, na kibaya zaidi tunaiga tamaduni kutoka nje yeah. Kwa hiyo ni changamoto, lakini cha muhimu watu wajenge utamaduni, kama ni Mkristo ninazungumzia, nina Mkristo, watu wajenge utamaduni wa maisha ya kiroho, maanake utamaduni wa mbinguni na utamaduni wa mbinguni wanavaa mavazi marefu manake utakatifu huwa hauishii mahali fulani. Utakatifu unaanza kichwani mpaka kwenye miguu. Na kwenye picha ya malaika, siku moja mimi nilibahatika, Yesu alinionyesha picha ya malaika wanavyovaa. Niliona wamevaa mavazi meupe, manake mavazi meupe yanawakilisha utakatifu. Lakini yale mavazi yalikuwa marefu mpaka chini. Sawa. Sasa tutamalizia mada tu kidogo, uturuhusu sana. Uh, tuzungumzie hapa kwenye ishu ya mavazi kidogo, kwenye utamaduni, kwenye bibilia fiki kuna, kuna mstari ambao unawaelekeza watu wasivae mavazi, yaani mwanamke asivae ya mavazi ya mwanaume na mwanaume asivae mavazi ya mwanamke hmm. Lakini hatuna uhakika kwamba mavazi ya mwanamke ni yapi na mavazi ya mwanaume ni yapi, labda kutokana na tamaduni zetu sasa hivi. Kuna baadhi ya makanisa of course, mtu akivaa suwae kwa mtoto wa kike kunakuwa na changamoto kidogo ya kumwelewa kwamba inaonekana kama ni uhuni ama ni mtu fani, kwanini umevaa suwari hmm. Uh, lakini pia kuna sehemu nyingine zinakuwa na, yaani ni uhalali mm. Uh, ili swala kwa mtazamo wako unaona ni vipi? Ni sahihi kwa mtu akaja kanisani apige surale, mdada hiyo imembana ijambana mibana inaendelea. Uh, mimi nilizungumza mwanzo kwamba tamaduni zinatofautiana mm. kutokana na nchi na mazingira uh, tunapoishi, tuangalie tamaduni zetu na mazingira yetu kwa mfano nimezungumzia watu ambao tamaduni zao katika nchi yao wanaume wanavaa sketi, wanawake wanavaa suruali. Hao ndio tamaduni yao, na Mungu anaheshimu sana mazingira, hali ya mazingira anaheshimu sana. Kama eh, tamaduni za mahali fulani, wao wanavaa, wanawake wanavaa suruali, na hakuna shida. Mungu ana Mungu anaheshimu hiyo lakini anachokazia sana Mungu ni ile, ile asilimia tisini n mm, lazima tubaki kwenye asilimia tisini tuwe watakatifu. Mimi kwa upande wangu pia nikiangalia e, mwanamke akivaa suruali hainilete shida. Kwa nini? Kwanza, ina mstimi kuliko kuvaa sketi, mm. Ehe, maumbile akivaa gauni mm hasa kuna na mama anavaa visketi vifupi au vigauni vifupi, kinaishia tu hapa sasa. Wakati wa upepo, upepo unaweza kuinua hata ile sketi uka ukajikuta kwamba, e, inamletea aibu, lakini akivaa suruali hai, haina shida. Mi nafikiri kwangu mimi haini hukumu okay, na, naona vizuri, lakini asivae nguo ambayo inambana kiasi kwamba inakuja inamchora kama alivyo. Hiyo ni mbaya lakini uvaasuwali kwangu haileti shida, sijui kwa wachungaji wengine. Ili kushukuru sana tumishi waugu kuchenga yeah, yeah. muda na kuja kuzungumza nasisi, asante sana. Sawa. Uh, mtazamaji, um, mimi nikushukuru pia kwa kutenga muda wako na kututazama, lakini tu usiache kutuandikia maoni yako kuhusu kitu ambacho tumekizungumza leo. Topic ambayo tumeleta kwako leo ni kuhusu suala zima la wanawake kujipamba. Na swali langu asili uliza kama ni sahihi kwa mwanamke ama msichana mdada wa Kikristo kutumia mkorogo ama kujichubua. Unaweza kutuandikia pale chini kwenye comment yako, tuambie wewe mtazamo wako uko vipi kuhusu swali zima ambayo tumeyazungumza. Lakini usiache kutufuatilia pia kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook tunafahamika kama Chomoza TV, YouTube tuko kama Chomoza TV, Instagram tunafahamika kama Chomoza News. Mimi ni Joff Mulenga, pia usiache kunifuatilia kupitia mitandao yangu kijamii, Facebook ni Joff Mulenga na Instagram ni Joff Mulenga pia. Asante, mpaka wakati mwingine tena.